Kwa mara ya mwisho kabla ya kifute jeshi la lunyasi wekundu wa msimbazi Simba wanazigusa nyasi za New amani Complex kuelekea kwenye mchezo hapo kesho. Si tu mchezo, ukadhani inaweza kuwa mchezo kama ilivyo michezo mingine. Huu ni mchezo wa fainali, hitimisho la kampeni ya kombe la shirikisho barani Afrika, linakoma kesho kwenye ardhi tukufu ya marashi ya karafuu. Hapa ni visiwani Zanzibar, kwenye ardhi iliyopiganwa uhuru na hayati Abeid Amani Karume na jeshi lake mwaka 1964. Safari hii chini ya serikali ya awamu ya nane chini ya rais wake Daktar Hussein Ali Mwinyi wanayofuraha kuipokea fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hitimisho hili sasa linakwenda kumkutanisha Lunyasi wekundu wa Msimbazi Simba, mnyama mkali wa mwituni Simba asiyeshindika. Kampeni yake ilianzia Libya, inahitimishwa hapa kisiwani Zanzibar. Ilianzia pembezoni mwa bahari, inakwenda kuhitimika pembezoni mwa bahari. Usahau kule Libya, katika mji wa Tripoli ni jirani na baharini. Sasa hapa Zanzibar ndipo kwenyewe kwenye upepo ama marashi ya bahari ya Hindi. Hawa hapa, wanajeshi wa Lunyasi wekundu wa Msimbazi, Simba wako tayari kwenda kuipeperusha bendera yenye rangi nyekundu na nyeupe, kama la sivyo kufurahisha wanasimba wote Tanzania na ulimwengu kwa ujumla. Goli la Jean Charles Ahoua ndilo limewafanya kufika hapa, achilia mbali na mengine yote kwenye hatua zilizopita, lakini hatua ya nusu finali ndio yeye goli lake ambalo lilifunga hapa hapa visiwani Zanzibar, ndio linawafanya wanarejea tena Zanzibar kuisaka tena tiketi hii sio tiketi tena, bali ni kulitafuta kombe. Walikuja hapa kuisaka fainali, wakafika fainali. Sasa wako hapa tena Zanzibar kuwaambia Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla, tunalitaka kombe. Watalipata ama itakuwaje? Hii ni fainali ya pili ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama uh, Simba dhidi ya mwarabu Aris Berkane kutokea kule nchini Moroko. Mwanzoni mwake walipoteza magoli mawili kwa sifuri katika dimba la manispaa ya Berkane kule Uda nchini Moroko. Sasa wanarejea nyumbani katika ardhi ambayo kila kilichopo hapa wamekizoea, wanakifahamu, kuanzia lugha ardhi maji yote ni ya wazalendo wa visiwa vya Zanzibar ambao wanaunganisha jamhuri tukufu ya Muungano wa Tanzania. Iweje mnyama huyu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ashindwe kutumia ardhi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitetea ama kulipata kombe la shirikisho barani Afrika? Ingali kwamba ni mchezo wa mpira wa miguu na yote yanawezekana, lakini matumaini makubwa ya wanasimba na Watanzania kwa ujumla ni kwamba wanajeshi hawa chini ya mwalimu Fadlu Rahman Davis watakuwa na jukumu kubwa la kuhakikisha namna gani wanalifanya kombe linasalia hapa Tanzania, kama ambavyo walizungumza kwamba kupoteza magoli mawili hawajilaumu, bali wale Berkane inabidi inabidi wajutie kwa nini hawakupata goli la tatu. Je, tafsiri ya kauli hiyo itakwenda kuamuru vipi hapo kesho? Mchezo unachezwa majira ya saa kumi za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sisi sote tulioko hapa Zanzibar, lakini wote walioko ulimwenguni wenye vinasaba na mchezo huu pendwa zaidi ulimwenguni, wana jukumu la kwenda kuishuhudia fainali hiyo na kusubiri kitendawili hicho, nani atacheka wa mwisho. Alivyoanza Berkane kule Morocco, ndivyo ataendeleza kucheka vivyo hivyo, ama pengine kicheko chake kitaishia kama kilivyoishia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abedi Amani Karume. Tunasubiri tuone dakika 90 za mtanange huo. Nazungumza nawe, naitwa Alhaji Zuberi Mputa, kwa niaba timu nzima ya Ayoma TV, tuko hapa visiwani Zanzibar. Kabla lakini pia hata wakati na baada ya mchezo, tutakuletea ripoti zote, taarifa, habari na matukio yote kuelekea kwenye fainali hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tuweke pema moyoni <todicare>